Eh, tuko na LinkLocs hapa hivi anakuaga msanii. So leo anataka kutuonyesha mambo yake yani. Mambo yake tu yani. Anaifanyaga vi easy. Ndio amezoea. Vi easy. LinkLocs. Ko ready? Bado bado. Aye. Majema fans hapa wako waiting. Mafans wanasema leo tunataka tusikize LinkLocs. Anaimbaga nini? Na nini yako, by the way, unajitaje? Stage mm -hmm. name. Uko na stage name? Hauna stage name? Sawa, tunaelewa, ni upcoming. Haya, tuguzishie tuguzishie vitu baidha. LinkLocs amesema hakuna msanii anaweza mchallenge kuimba, anasema yee, yeye ni bingwa kwa <laughs> tundiage. Ee, ee ni hatari Kata, hakuna ukataa acha mambo yako bwana. Haina moto. Mafansi wa Reggae ya Kinyozi wanaongoja. Nasema, kwa huyu jamaa tunamuonaga hapa kazi ni kututengeneza dread. Kazi ni kutunyoa hapa. Eh. Leo wanasikia, wanashtuka, wanasikia kumbe ni msanii. Kumbe Lincoln ni msanii. Leo tunataka tusikie. Msanii anaimba nini? Msanii anaimbaga nini? Na si kwanza kwa the biggest band. Nini? Na ndio manager wake hey. <laughs> Wewe unasemaje kuhusu msanii wako? Nasikia kwanza kwa the biggest band huku Kenya. Eh, hey, msanii wangu anajituma tu sana na hey. Hey, anafaa zidi kujituma, hiyo unajua uzuri wake <laughs> For the last two minutes, unaangalia hapa inaenda two minutes. amekuwa aogopi ae

hata maneja wako amesema, imba. Hakuna raisi anataka kubukia events Isabella.

Aniko saa sasa, hakuna baadaye, hakuna walai. <laughs> Nini hakuna wesi, muislamu <laughs> wachana walai, tulia, anza anza anza anza, ndio uende <laughs> Hey Isabella are you gonna come out and dance? With me tonight? The stars look beautiful all night, so so beautiful miaka iie mbili za nitakuwa nimejikompose, nitakuwa kutupa <laughs>